Na VIS ETF. Pale wanamiliki makampuni matano ambayo makampuni yao matano wanaomiliki, kuna CRDB, kuna NMB uh, kuna Nicole, kuna Afriprice lakini pia kuna DC kwao. Ukinunua ETF hisa uh, moja ya ETF, tayari umenunua umiliki wa haya makampuni matano, badala ya wewe kutoka na hela yako ukaenda kununua CRDB, ukanunua NMB, uka ukanunua uh, DSE, ukanunua NICOL, ukanunua Afriprise, unakuwa umegawanya sana ule uwekezaji wako. Na pengine wakati mwingine ile hela yako isitoshe. Let's say una shilingi elfu hamsini. Kwa shilingi elfu hamsini huwezi kwenda kuigawa sehemu tano uwekeze, kwa sababu tunajua kwa mfano hisa za NMB tu yenyewe hisa moja ni shilingi 1800. Ili upate hisa kumi ambayo ndo minimum unaweza kununua ni kuanzia shilingi elfu themanini ukiweka na fees, inaenda kwenye 85 kule. Kwa hiyo badala ya wewe kwenda kununua NMB kivyake, CRDB kivyake, DSE kivyake, NICOL pamoja na Afriprise kivyake, unaenda kununua kapu ambalo tayari lile kapu hizo hisa zote zipo ndani. Pale utapata advantage nyingi, lakini mojawapo kubwa ni hata upande wa fees zile gharama